Tukitazama hapa imetajwa mfano wa kilichotokea nchini Kenya, ndugu Heche. Historia inaonyesha kwamba njia pekee ya kutuliza joto na mihemko ya kisiasa katika kanda ya Afrika Mashariki ni swala la maridhiano. Mfano umetolewa hapa, umewahi kuonekana Kenya mwaka elfu mbili na saba, kufuatia uchaguzi uliosababisha umwagaji damu, yalipatikana makubaliano ya kitaifa, ambayo inaonyesha mpaka sasa yanawapa mwelekeo wa kisiasa Kenya lakini pia Zanzibar imekuwa ikiongozwa vile vile na mpango wa maridhiano. kwa nini nyinyi hamtaki maridhiano? Kwanza kwanza naomba naomba niweke jambo moja vizuri hapo kwa, kwa alichokizungumza huyo Bwana Jawadu kuonesha contradiction ya mambo ambayo wanayezungumza na wasivyo jerewa na pili, wako kwenye dinayo la tatu ni kufikiri watanzania wote ni wajinga, hata kitu kilichoonekana mchana wao wanaamini wanachoamini wao ndo sahihi. Cha kwanza, kama vijana walio uh, walio walioandamana, mimi of course nilikuwa ndani kwa siku ishirini na moja katika mazingira hayo hayo ya CCM kuonea watu <coughs> nilikuwa kituo cha polisi kwa siku ishirini na moja mfululizo sikupelekwa hata mahakamani. Kama wanaamini wale vijana walioandamana ni watu kutoka nje ya nchi, kwa nini wameua vijana wa Kitanzania? kwa nini wasinge basi shughulika na hao waliotoka nje ya nchi if that is the case. Kama kweli hao vijana walioandamana ni wa nje ya nchi lakini, kuna maelfu kwa maelfu ya vijana wameuawa nchini na familia zao zinawahitaji mpaka sasa, mili yao haipatikani, wamekimbiza mili, wamechukua kutoka kwenye mahospitali, ndugu zao wanashindwa kuwapata. Sasa hilo la kwanza, lakini cha pili, kwa nini vijana wa Kitanzania wamekamatwa kwa maelfu, wako kwenye vituo vya polisi na watu wanaendelea kukamatwa kama hoja hiyo ilifanywa na vijana kutoka nje ya nchi. Ukiwauliza hayo hawana majibu nayo, na hilo hilo la kwanza. Lakini la pili umeuliza kuhusu swala la maridhiano, kuna ridhiana na nani katika mazingira yapi? Hiyo ndio hoja ya msingi. Watu wa Kenya walipokuwa na ridhiana, walizungumza wakipatanishwa na Kofi Annan na marais walikuwepo, Benjamin Mkapa, unakumbuka wakati ule, na marais wengine ambao waliundwa na African Union kwenda ku, ku, kuleta wale watu pamoja haikuwa jambo la mtu mmoja kujiundia ambaye hana uhalali. Mwai Kibaki alijua hana uhalali, amepoka madaraka akakubali. African Union ikaleta Kofi eh, Annan, akaja na maraisi, hata Kikwete alienda pale. Ndio waliohusika kuwaleta watu pamoja na kujadili le. Jambo cha kwanza katika hilo, lazima waliohusika kuwaua vijana wa Tanzania wawajibike. Hakuna shortcut hapo, hata wakituua wote leo kwa sababu wana hizo power, wana ukimsikiliza hata lies hiyo kamati aliyounda anayoita tume ni kama anaitengeneza kwa sababu umemsikia ameipa maelekezo specific kwamba kwenda kuchunguza kauli za wanasiasa waliosema, no no reforms, no election. Ni kama anataka kutengeneza mazingira ya kutengenezea watu kesi, hata akitengenezea watu kesi, hata wakitupiga risasi, ni kwamba ukweli utabaki ukweli, na watanzania wataendelea kudai lazima. Kama kuna watu wanataka tusonge mbele kwanza waliohusika na haya mambo wawajibike, watu wote waliowekwa ndani kwa kesi za uongo za kubambikizwa akiwemo mwenyekiti wetu wafunguliwe, chama chetu. Wewe unaelewa uh, dada Saumu, sasa hizi tumefungiwa, uongozi wa chama chetu haufanyi kazi, ni kama chama k kimefungwa kabisa, na mwelekeo labda wanafikiri uh, uh, inawezekana wakakifuta. Ndio mwelekeo wa wa kikaburu, ambao ANC ilifutwa na makaburu. Ndio mwelekeo nafikiri wanaotaka kuchukua, kwa sababu tunapata fununu wanaweza kuchukua extreme end ya kufuta chama. Haikusaidia ANC, ilifutwa lakini haikufa, kwa sababu ilikuwa kwenye mioyo ya watu. Kwa hiyo tunachotaka ni haya mambo kwanza yatibiwe, watu wote waliohusika kuteka watu tuwajue, ni kina nani waliowateka, kina polepole walioteka kina eh, Dionis na na mshangaa huyu b-bwana Jawadu Hivi Jawadu wewe unajiona ni binadamu kuliko wengine kuliko polepole na kuliko watu wengine waliotekwa? Itakuwaje wewe ukisikia umetekwa wewe, au mtoto wako ametekwa, au familia yako mtu mmoja ametekwa? Kama unachukulia maisha ya mtu kiurahisi.